Haya, karibuni. Naitwa Ibrahimu Mwea natokea Tanga, wilaya ya Kilindi, kijiji Msente, kata Jaira, mta Mafune. Asabu saliangu ni, ni miaka ishirini na tatu. Mshindi wa Goal Rush, nimeshinda milioni mia kutoka SportPesa. Kazi yangu ni fundi umeme majumbani, nafanya A, wa majumbani ndo vitaani. Fanya kuifahamu kwa muda. Ni mchezo ambayo bahati nasibu, nkamua na mimi nijiingize humo kwenye kucheza e, tangia mwaka huu elfu mbili kumi na tisa Acha kwanza nitatulia, kwanza nitulize akili yangu kwanza, nijifikirie nitafanya biashara zangu mbalimbali ambazo zitaniingiza vipato mbalimbali, ambazo zitafanyia mchezo kwamba hizi hela nipata, kwamba nifanyie mchezo i itafanyia biashara mbalimbali mara e, mara ishirini na moja kama a ishirini na mbili ndo ngapata ushindi. Furaha ilikuwa kubwa sana, niliona ushindi. Alafu kabla ajanipigia simu ngasema atanipigia simu mda si mrefu, si dakika kama kumi hivyo, nikanipigia nikaongea nao akanipa nika ushindi anka furai ya sana. Yani nilikuwa na furaha ya mno ya kupitiliza yani.